Bwana asifiwe. Basi tunaendelea na somo linalosema shetani ndani ya mwanadamu, shetani ndani ya mwanadamu, kwamba shetani anaweza kukaa ndani ya mwanadamu. Unatembea lakini ndani yako shetani amekaa, shetani anaishi, shetani anafanya kazi Shetani anafanya hivi, lakini yuko wapi? Yuko ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Shetani ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu, shetani anaweza kaingia ya ndani yake, na akingia ya ndani yake anaweza akaanza kumuongoza. Anaweza anaweza aka ila ukimwona unasema, yule si baba fulani, yule si mama fulani, yule si kijana fulani, yule si mtoto fulani, kumbe ndani yake shetani ameingia. Kwa hiyo anayefanya kazi si hali yake ya kawaida, anayefanya kazi ni shetani ambaye ameingia ndani yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana, naskuru kwa hiyo isaidii, nisikilize kwa akili. Kuna kitu ambacho Mungu anakitaji leo, uende nacho. Utajua mume wako, utajua mke wako, utajua mtoto wako, kwamba hii akili siyo ya kwake, hii akili ni ya shetani, hii akili ni ya Mungu, hii akili siyo ya kwake, hii akili ni ya kawaida, hii akili siyo ya kawaida. Kwa nini? baada akufutish Bwana Yesu asifiwe. Mfano, kijana anachumbia ndani ya mabiti hamsini, sitini, sabini, anasema nayenifaa mimi ni yule, anajituma, anajilinganisha, anajisamanisha, anaona anayenifaa ni yule, anaanza taratibu kisha hata taratibu, ikifikia muda tayari ndoa inafungwa hapa. Ndoa ikifungwa hapa, kinachofuata tayari wanaenda. Biblia inasema wanakuwa mwili mmoja, sio wawili tena, sasa ni mwili mmoja. Wamekaa baada ya miezi minne, baada ya mwaka, baada ya miaka miwili, tayari mmoja wao mmoja wao.

unachokihitaji sasa, akavaa ile sura. Baada ya kuvaa ile sura akaja karibu na wewe, akaleta ile sura unayoitaka wewe, halafu akasema, si ndio? Hapa hapa, lakini unayemwona sio mtu, ni shetani. Tuliona humu katikati kwamba shetani aweza akavaa sura ya mtu, na kivaa sura ya mtu, wewe unasema ni nini? Unasema ni mtu. Tuliona malaika walienda kwa Ibrahimu, malaika halafu wamevaa sura ya mabichi. Ibrahimu akaona kwa mbali, akasema wale watu wa kawaida, akawalaki akawaleta kwake, akawatengenezea na chakula. Malaika wa Bwana wakala chakula, kala mkate, wakala na nyama, nyama mwanakondoo amechinjwa wakala kama vizuri, lakini malaika na tulivyoangalia wale ambao kuwepo malaika hana mwili. Malaika ni kama hewa ambayo huwezi kusema hewa nimeshika, ndiyo hii hapa. Unaweza kusema tu hewa imepita, lakini huwezi kusema hewa ndiyo hii hapa, uwezi kuielezea vizuri kwamba ndiyo hii hapa. Sasa ndivyo na malaika walivyo. Kwa hiyo sasa, kama malaika wako hivyo tayari sasa, malaika ili afanye kazi, kwa sababu yeye haonekani kwa macho ya kawaida, anaingia ndani ya mtu. Akiingia ndani ya mtu, anashika akili, anashika macho, anashika moyo, anashika mwili, anashika mikono, anashika macho, anaanza kumwongoza yule malaika. Sasa tukaona malaika wa aina mbili kuna malaika wa kimungu, kuna malaika wa kishetani ambao tunawaita mapepo. Mapepo ni malaika kama malaika wale ambao ni wa kimungu. Tofauti ni moja tu kwamba hawa malaika wameumbwa sehemu wa moja, na uwezo wao ni wa aina moja, isipokuwa hawo wa kishetani wameasi. Wanakosea watakupa pembeni. Ndiyo maana tunawaita mapepo majini hivi na hivi, lakini ni malaika kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo malaika hawa hawana umbo, wanaweza wakafanya wana jambo lolote la kiumbo. Sisi wacha Mungu tumebadala wege, honu, ya kwenda mbele, wengi tunarudi nyuma, hatuingii rohoni, tunataka kujifunza tu mambo ya juu juu yale ya ndani zaidi ambayo shetani anatupigia hatutaki kujifunza, na walimu wetu wanayetufundisha wakija hapa, unawaona wanaelea elea tu, hawazamiri ndani kwamba chanzo cha mambo ni ndani. Bwana asifiwe. Ukiona jipu hapa, ukiona jipu hapa limetokezea, ujio huko ndani kimishaota uko ndani muhusika ameshapata cha moto, mpaka wewe unaliona jipu hapa limetokezea. Muhusika ameshaumia kupita maelezo. Jamani, kichwa kinagonga, kuna nayoona, ila utakuja kushangaa, mtu anatoa machozi analia. Kwa nini? kwa ndani mle kuna matatizo. Sasa walimu wetu wataki kutuambia matatizo yaliyoko kule ndani ili tutoke. Wana Yesu watusaidie sana. Sasa malaika hawa wa kimungu na wa kishetani wanaweza kavaa umbo la kimungu kama hivi mimi nilivyo, naweza tayari malaika ingia ndani yangu, nikaanza kufanya mambo ya Mungu, kiniona unasema nimeona mchungaji, kumbe ni malaika aliyemo ndani yangu, ananitumia, ananiwezesha, ananitangulia na malaika wa kishetani ambao tunaita mapepo wanaweza wakaingia ndani ya mtu wakaanza kumtumia. Sasa wale wanatumika kwa mabaya, hawa wanatumika kwa maovu. Unamwona mtu liteja, unamwona mtu yupo, nasema kwa nini huyu mtu aende huko, na maana hawaoni wale walioharibikiwa, wali wali, siyo yeye fanyaje, imeshakamatwa. Kwa nini imekamatwa na shetani? Sasa shetani ndiye baba wa malaika wa jishetani. Baba, Biblia inamwita baba wa uongo. Jamani, Bwana asifiwe. Anaitwa nini? Baba wa uongo, shetani. Ilo ni jina lake mojawapo ndani ya majina, ana majina mengi, lakini anaitwa baba wa uongo. Kwa hiyo ukianza kusema uongo wewe ume, umetoka kule ulipozaliwa, umeenda kwa baba mwingine unaitwa mtoto wa shetani. Ukiwa msema msema uongo unaitwa mtoto wa nani? Wa ibilisi. Kwa nini? Kila anayesema uongo baba yake ni shetani, ndiyo baba yake. Sasa kinachosababishwa sana uongo ni nini? Anakuja pepo, akija pepo anaingia ndani yako, anakupa maarifa ya kuzungumza uongo, na wewe unajua kwamba niko vizuri kabisa nizungumze niibe, nizungumze niweze kufanyaje, niweze kuingia kwenye uzinzi, kwenye ulevi, kwenye mazingira fulani yaliyo mabaya. Yani wewe unafikiri panga vizuri kwa hekima, kwa maarifa, kumbe Shetani anakutumikisha kukupeleka kwake. Wewe umekuwa ume, chombo chake. Mwambie mwenzako, mimi nakataa kuwa chombo cha Shetani. Kwa hiyo shetani ndani ya mtu sasa ameingia, anaanza kumtumikisha anaanza kumtumikisha anaanza kumtumikisha anaanza kumtumikisha. Anapomtumikisha sasa amekuwa mtumishi, kuna vitu anavyoviweka.